E, karibu sana mpenzi mtazamaji na mjasiria mali mwenzangu, usiache ku subscribe katika YouTube channel yangu pamoja na ku comment, ili uweze kuwa wa kwanza kupata video zangu za kuhusu kilimo kilimo cha kisasa kabisa. Na kwa leo nataka nizungumzie mada ya upuliziaji wa dawa. Upuliziaji wa dawa huwa kuna hatua zake, sio kwamba ukawa unapuliza dawa kwenye tembele kila baada labda hata ya siku mbili au baada ya siku moja. Hapana, tembele upuliziaji wake wa dawa, huwa tunapuliza dawa hatua kwa hatua, maana tembele huwa ni mboga ambazo huwa hazisumbuliwi sana na wadudu kivile, ingawa tu huwa tunapuliza dawa ili kuweka kinga kwa wadudu kama vile panzi na aina nyingine ya wadudu ambao wana uwezo wa kuendelea kukatakata mmea na kama vile na hao utitili wa kijani ili kuwazuia wasiweze kuliairi tembele. Lakini kitu kingine ambacho ni bora zaidi cha kufanya mpenzi mtazamaji na mjasiriamali mwenzangu ni kwamba unapokuwa umepuliza dawa, lazima uzingatie kwamba kama tembele ime limefaa kwa ajili ya kuanza kutumwa. Hatua za upuliziaji, lazima utakuwa unapulizia unakaa, baada ya siku nne ndipo unakuja kutuma hilo tembe lako na ngio za sokoni. Soko, kama umepulizia leo dawa, alafu kesho yake unachukua unapeleka sokoni hilo, utakuwa unatayarisha afya za watu na watu wanaweza wakauma matumbo mwisho wa siku wakaalisha. Alafu wakawa na hofu juu ya mboga yako ambayo ulioenda kuyauzia mwisho wa siku kawa umeji umejiharibia soko. Lakini ukiwa unazingatia utaratibu wa uchumaji na upuliziaji wa dawa mzuri. Hakika kila wakati utakapokuwa unapeleka mboga yako sokoni, hautakuwa unapata shida, maana tembele lako litakuwa bora na lenye muonekano mzuri kama jinsi ambavyo unavyoiona la kwangu jinsi bivyo. Kweli navutia mteja yeyote, akifika hapa analipenda, hata kama alikuwa hana hamu ya kuchukua tembele, akifika hapa akiliona tembele zinapendeza na kuvutia nini, anakuwa na hamu ya nini, ya kuchukua tembele. Hata kama nilikuwa naenda nalo sokoni wakati mwingine, lazima mtu akija kuliona tu, lazima atavutiwa na jinsi ambavyo lilivyo mwonekano wake ni mzuri, tembele bora inapitia sana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji na mjasiriamali wenzangu, lazima uzingatie katika hilo, na kila baada ya siku kumi na nne ndivyo dawa unatakiwa kupulizia dawa ya kulia wadudu. Kila baada ya siku kumi na nne unatakiwa kupuliza. Ukishapuliza leo, unakaa baada ya siku kumi na nne yani wiki mbili, ndipo unapuliza tena nini, unapuliza dawa yako kwa ajili ya kuweza kuweka ulinzi kwenye tembee li, liendelee kuwa bora. Na pia unaweza ukawa unachanganya hiyo e, sumu ya kulia wadudu na unachanganya na booster. Kwa hiyo hiyo ina, inawezekana unakuwa una unachanganya e, dawa ya kulia, ya kulia wadudu pamoja na hiyo booster. Kwa hiyo tembee lazima litaendelea kuwa bora na kuwa na muonekano ambao ni mzuri na litaendelea kuvutia na pia hata kama kilipeleka sokoni wateja lazima walipende na hutopata shida hata kama akipatikana mteja ambaye ananunua bei ya jumla, akija kuliona lazima atachukua na atavutiwa nalo. Kwa hiyo hivi ndivyo namna ambavyo tunavyopulizia dawa, na hii ndio hatua, hizi ndizo hatua za upuliziaji wa nini wa dawa katika matembele katika mboga ya tembele lenyewe. Tembele sio kama mboga zingine zinahitaji dawa nyingi, hapana. Lenyewe unapiga tu dawa kiasi kwa ajili tu ya kuweka nini, ulinzi kila baada utakapokuwa unaona kwamba huu ni muda sahihi wa kuweka nini kwa kuweka hiyo dawa, unaiweka, mpenzi mtazamaji, ili kuendelea kulifanya tembele lako liwe katika maonekano ambao ni mzuri na pia unaovutia. Kwa hiyo hii hapa ndio mwisho wa kujifunza namna ya nini ya ukuliziaji wa tembele. Lakini mpenzi mtazamaji na mjasiriamali wangu, usiache kusubscribe, usiache kucomment katika YouTube channel yangu na ili uweze kuwa wa kwanza kupata video za kuhusu kilimo kilimo cha kisasa, ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Tunajifunza kilimo cha kisasa na kingine ambacho ni kilimo rahisi kabisa, kama vile kilimo cha matembee. Hiki ni kilimo rahisi na wala kina gharama kubwa wala kihitaji labda kuanzia laki, labda kwa a a mtaji tu mdogo, unaweza ukalima tembea kwa kaina tu kako kadogo, lakini katakuingizia pesa za kutosha, kama hivyo ambavyo unavyoona mimi nilivyoandaa hapa. Kila wakati, kila muda naingiza hela, kila wakati naingiza mshiko kwa sababu ya eneo kama hilo. Kwa hiyo shika hiyo uifanyia kazi na itakusaidia katika maisha yako, mpenzi mtazamaji na mjasiriamali mwenzangu. Kwa hiyo endelea kucomment, endelea kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kupata video zangu na ili uweze kuburudika. Asante.